Mwanafunzi wa kidato cha tano katika shule ya sekondari ya wasichana Tabora ambaye jina lake limehifadhiwa ameshangaza wengi baada ya kujifungua mtoto katika choo cha hospitali ya rufaa ya Kitete alipokuwa amepelekwa kwa ajili ya matibabu ya kichwa na mguu tukio hilo la kusikitisha limeibua maswali mengi miongoni mwa wananchi na viongozi wa mkoa wa Tabora baada ya kubainika kuwa ujauzito wa mwanafunzi huyo haukutambulika kwa hau kipindi chote cha miezi tisa, kabla ya kujifungua. Maana sio walimu tu ambao hawakujua kwamba huyu mtoto ana mimba. Amepelekwa hospitali, kuna mtu hapa amefanya kazi yake vizuri kabisa. Mtoto ameripoti kwamba ninaumwa kichwa na mguu Kapeloko hospitali ya rufaa Kitete, unajua sio dispensary mm -hmm. Hiyo ndio hospitali yetu ya mkoa. Huyo mtoto anapokelewaje? Na amepokelewa amesikilizwa, mpaka ameandikiwa vipimo, ameenda chooni kujifungua, hakuna neju. Mtu ana mimba ya miezi tisa, sio mimba iliyoharibika ya miezi miwili mitatu. Yani siku hiyo ndani ya dakika mbili tatu, anaenda kujifungua. Daktari mtakaa naye au nesi utamshika ukampima na pesha, usijue kwamba huyu mtu ana shida gani? Lakini ameandikiwa vipimo aende maabara, si <coughs> kucheki kitu gani? hii ni nini? Akaenda kujifungua chooni. Lakini huyu mtoto amekuja hapa akiwa na mimi, huwa kuna fomu zile za daktari huko alikotoka nani, mwalimu ni nini, ile mlee medical examination, manake yote ameandikiwa nil nil nil, hakuna hana chochote. Kuna aliyewahi kujua? basi siku hiyo mtoto imekuwa hasa ndio anauma uchungu, anapelekwa mpaka hospitali. Huyo anayempeleka yani, al, yani hata kujua kabisa kusense huyu mtu kweli. Hata kama mimba, kuna mtu anapata mimba haionekani kweli? Unaenda umekaa kwenye benchi la wagonjwa, unasubiria mgonjwa wako, ameenda chooni, anakuja mtoto analia, amejifungua. Kwamba umembeba we ni matroni au ni nani, hujawahi kujua kabisa mwalimu wa darasa hujawahi hata kujua kabisa. Huyu binti huyu, mbona ana tatizo hivi? Ni nani unaweza ukamweleza hilo jambo akakuelewa? Kwenda kuchukua cheti chake Karagu, Bukoba, alichelewa gari kupata gari pale Karagu ikafika jioni, hana hela ya kwenda kulala ili apande gari asubuhi yake, akapata bodaboda akampeleka gesti, huyo bodaboda akamlipia gesti, boda boda gesti. usiku akarudi kulala naye ndio akaipata mimba, kwa maelezo yake. Sasa asaas tusaidie, tusaidie tumpate huyu boda boda. na tutampata, anamjua, anamwasiliana naye sawa so. Tumkamate aje kujibu kesi. Hatuna shida na mtoto wetu, mjukuu wetu tumempokea, lakini huyu aliyemsababishia matatizo haya lazima asasi so. Lazima tumwajibishe yeah. Tumwajibisheselimu <laughs> huyo binti hatuna tatizo naye na hana matatizo, arudi aendelee na shule, kuna shida gwa. Kwa hiyo uchunguzi wa kina ulifanyika na ikabainika kwamba huyu mtoto aliipata ujauzito mwezi wa tano mwaka 2024, mwaka jana. Kwa hiyo manake wakati anajiunga na na form five katika shule hii tayari huyu mtoto alikuwa mjamzito. Mshindo mkoa, mkoa kilichoonekana katika mwaka huu, mwaka jana, shule yetu hii haikuwapima watoto wa kike mimba. Kuna utaratibu wa kuwapima ujauzito mara mbili kwa, kwa, kwa mwaka. Sasa, kutokana na changamoto ya kukosekana kwa vitendanishi ni kwa ajili ya kuwapima watoto basi hilo hilo zoezi halikufanyika. Kwa hiyo baadhi za, mheshimiwa mkuu mkoa, jambo jingine la kisara ni kwamba ile hospitali ya Biaramulo, ni kituo cha afya, nadhani wana tabia, mheshimiwa mkuu mkoa, wanachukua fomu wanajaza tu, nadhani wanapewa hela kidogo, wanajaza tu eh, kwamba mtu ana ana tatizo lolote. Sasa hilo tupige marufuku, na nikijirudia tena kwa kwe, kwa kweli ambaye atafanya ata, ata, ata namna hiyo atafanya hicho kitu kwa maana ya kupima kwa kujaza fomu bila kupima, ni kosa la jinai ambalo, kwa kweli, kulingana na taratibu za kitabibu, yapaswa achukuliwe hatua kali za kisheria.